Wamenipigia mabomu mengi risasi, wakachukua baiskeli, upanga naifu, ni nafone, mawaziri, au, sinalia, sinalia, na elfu moja nikwenda mfukoni wakabeba. Mheshimiwa Waziri unanisikiliza au unachata? nalia silali na Watanzania ni mashahidi. Fu, wewe ni kijana, mimi ni mama, ukinizingua tutazinguana. Furushi la leo. Unapanda ile asubuhi kwenda mpaka Buongo unapata bukujelo au buku, muda wa kurudi sasa, sisi unakuta unachukua bajaji. Tulikuwa tunalipa elfu tatu kutoka kule mpaka hapa Kijweni, kutoka dampo soko kuu mpaka niunalipa unalipa elfu tatu, ila kwa sasa tunalipa elfu sita, elfu tano, elfu nane. Inatuathiri kwa hiyo, inatuathiri kwa hiyo, unakuta kama una, una, unakula hasara na vitu tena, unakuta vinabei sokoni, unakuta unajipandikizia hasara, inakuwa kubwa sana inatuathiri vibaya sana. Changamoto nyingi za usafiri zimechukua na sura mpya kabisa kuanzia siku ya tarehe 31 mabadiliko upande wa bei kupanda nauli wa makondakta pamoja na madereva wakapandisha nauli kutoka shilingi mia sita hadi shilingi elfu moja kulingana na umbali. Kutoka Kisesa ikawa ni shilingi elfu mbili hadi elfu moja mia tano ambao ni mia nane hadi mia saba ndo kiweze kutoza kwa kwahiyo, umbi letu sisi ni kwa kwa upande wa Latra ambao kimsingi weze kuangalia tatusaidia kwenye upande wa kutukomboa kusiana na bei ya ongezeko ambao kimsingi bado natumia sisi wananchi ambao tupo kwenye wakati mgumu, bado mambo wajakaa sawa. Changamoto zetu hapa, nauli zimekuwa ni za juu sana, hususan kwenye upande wa daladala na hata pia upande wa bajaji, upande wa daladala tumekuwa tukipandia kuanzia kwa shi, shilingi elfu moja toka changamoto ya uchaguzi imekuwepo. Kwa hiyo imekuwa ni shida sana. Hii tatizo limekuwa ni tatizo changamoto kubwa sana kwetu toka, asubuhi, toka, toka kwa kwa nauli moja, na ukiangalia bei ya mafuta iko kawaida kwa bei kabisa ya serikali, mafuta lita moja ni mi, 2900, lakini ndo kama hivyo tuna tunapigwa tuna Shilingi elfu moja moja. Wangefata watu utaratibu tu wa kawaida wa zamani, kwa sababu mafuta hajapanda tungeendelea na nauli kama kawaida. Kulikuwa hakuna haja ya kuingilia tena ratra kuja ku, ku, kulifatilia hili swala, ina maana tungejiongoza sisi wenyewe. Hata madereva wamiliki wa, wa, wa usafiri wangefanya tu kama jinsi nauli inapota pakuta pasingekuwa ap, na sababu ya kutena ratra kuja kufatilia wakati vitu havijapanda. No, mm. Eh, kinachoniumiza kwa mwanadamu. Ndiyo. Eh, japo wakati mwingine ni faida, yani kugeuza kila changamoto kuwa fursa inaumiza sana. Eh, unajua si kila changam... of course wengi wanasema changamoto ni fursa lakini si si kila kila changamoto... ni fursa eh, kuna hey. changamoto nyingine ambazo hata uzigeuzeji haziwezi zikageuka kuwa fursa mm. sasa mm. nitawaelewa sana kwenye kipindi kile cha tangu tarehe 29 na siku tano baadaye Eh, kwa sababu ya vituo vya mafuta vilikuwa vimefungwa, walikuwa na mafuta, walikuwa wanapata kwa bei kubwa sana, mm. kama walipandisha kipindi hiko kikweli, tuna kila sababu ya kusema ni sawa, lakini baada bahad, ya shughuli mini eh, shughuli kurejea kwenye hali ya kawaida, sioni sababu ya kwa nini wanafanya hivyo, kwa sababu tayari kuna bei elekezi ambazo zimetangazwa na Ratra. Lakini ni baadhi ya, eh, ni baadhi ya sauti za wananchi wa mkoa wa Mwanza wakilalamikia kupandishwa kwa bei na nauli amini bei ya nauli bila mm. utaratibu kwa baadhi ya madereva wa daladala na bajaji, swala ambalo wao wanasema linakwamisha shughuli zao. Sio tu kukwamisha mm. shughuli zao, kuna namna ambavyo pia zinawakwamisha kiuchumi kabisa, yani kwa sababu mtu kama ulikuwa amezoea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unalipa shilingi elfu moja au shilingi mia tano kwa mm. usafiri wa daladala, tunajua ni mia tano mm elfu moja, mtu anakuambia shilingi elfu mbili shilingi elfu tatu Kuna mwingine ambaye hana huo uwezo mm. lakini inambidi atoe hiyo pesa kwa sababu ni lazima asafiri, eh yeah. E, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili aweze kujipatia riziki, atafanyaje? mmm kwa hiyo tuliangalie hilo jamani, mamlaka husika wanaweza wakaangalia namna ambavyo wanaweza wakafanya kuhakikisha wanaitatua changamoto hiyo. Sasa ulivyozungumzia mamlaka, bwana Furushi letu linapacha, naomba mm -hmm. tuka, tukasikilize, huenda tukawa na majibu mmm mm. Nauli bado hazijaongezeka. Nauli elekezi ni zile zile ambazo tunawasii wa abiria waendelee kuzitoa, na haya makondakta na madereva tunatoa rai waendelee kutumia nauli elekezi kutoza abiria. Kwa sisi upande wetu, tumeshapata hayo malalamiko, na baadhi ya malalamiko tuliyoyapata tumeshachukua hatua, tumeshawaita wamiliki ofisini na kuwaelekeza, lakini na hatua stahiki kuchukuliwa kutokana na sheria na taratibu, lakini na wawasii wa abiria wale ambao wanatoza hmm nauli kubwa, na wale wamiliki wa madereva na makondakta ambao hawasikii tumesema wachukue namba za magari wazilete ofisini au watutumie kwenye namba ambazo tumeshawaelekeza hawa abiria. Tumeshapata kwenye vituo vingi na kuwaelekeza kwamba waendelee na nauli elekezi zile zile, kwa sababu mafutaji penda lakini pia kuna taratibu za kupandisha nauli Tunakuomba radhi hmm, kidogo kwa ubora wa sauti kutakuwa mzuri, lakini naamini hmm, kama umeconcentrate e, wazungu wanasema ujumbe utakuwa umeupata, e, ume e. Sasa huyo alikuwa ni tumetoka kumsikiliza ni afisa e, mfawidhi wa Latra e, kwa mkoa wa Mwanza Maria Chacha akifafanua juu ya viwango vya nauli kwa abiria na kuwataka madereva wote mkoani humo kufuata utaratibu wa Latra juu ya viwango ambavyo e, vimewekwa, viwango vya bei. Mm. Shukrani sana kwake Fred Seleli kwa kufanikisha kufanikisha jijini Mwanza. Tunakushukuru Mm. Mm. Mm. Mm. sana Fred Seleli Mm. Sasa kabla hatujaenda kufungua furushi letu jingine, tupe maneno tupe maneno, kijana. na kwanza kabisa, uh -huh. ni kwamba e, usikose kusikiliza maigizo. mi mwenyewe ni msikilizaji mzuri sana. unapenda una, e, nini hasa kwenye maigizo <laughs> <laughs> e, nani ile, e, uh, ule uchangamfu na namna ambavyo hasa maneno yalivyopangiliwa uh, okay. E, kuna namna inanifurahisha, lakini kwenye kufurahi ninapata elimu juu ya utunzaji E, wa mazingira na vitu kama hivyo. Najifunza. mm, mm. Sasa ni kwamba na wewe usikose kusikiliza unaitusikia sasa hivi. Haya ni maigizo ya kufana yanayotuelimisha kutunza usafi katika mazingira yetu ya kila siku e, e, karibuni sana tuelimike, mm, pamoja tu, tupate na uchechemuzi wa mambo Biharamulo eh? <laughs> Biharamulo mpo mambo Yeah? Mambo Biharamuro, Biharamuro. <laughs> <laughs> Mnajua vile ambavyo tunawapenda eh? Yeah, for sure. Eh. Najua anajua Biharamuro tunawapenda sana, na tunaendelea kwa kuwakumbusha kwamba ule muda sasa umefika, wapatashika nguo kuchanika bwana, bwana. Na sie mwana ataelekea jiwe kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Umeona ni Redio Kwizera FM nakuletea mchango babu kubwa ambayo ni kijana smart msimu wa tatu ambayo itafanyika tarehe 25 Desemba mwaka 2025 pale Biharamulo mjini. Tunakwambia njoo jumuike na watangazaji wa Radio Kwizera FM kwa bonanza la Christmas. Kutakuwa na muziki, burudani bila kusahau michezo kwa nini afya, sawa? No. Na kwa maswali zaidi kwa namna ambavyo unaweza ukatushika kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri, unaleta biashara yako tunakutangazia, alafu na sisi unatupa chochote kitu. Mm. Uh, piga simu moja kwa moja ofisi ya masoko namba ni 0743387 2983. Radio Kwizera FM ni redio namba moja kanda ya Ziwa. Kwa hiyo wewe mkazi wa wilaya ya Biharamulo, tarehe 25, wakati ukisherehekea kuzaliwa kwa mtoto Yesu, sisi tutakuwa pamoja na wewe tukisherehekea pia kwa pamoja ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri, vizuri. Yani itakuwa ni mwendo wa burudani mwanzo, ya, mwanzo mwenga, noma sana <laughs> kazi kwako kwa mkazi wa Biharamuro mm -hmm. Utatuona mbashara utamwona Pase utamwona Semaji utaona na watangazaji wengine mm -hmm. Yani timu zote za Radio, za vipindi kutoka Radio Kwizera FM nikimaanisha timu seto team mm -hmm. Double mix Timu mchakato timu, asubuhi njema, lakini pia kama unavyokuwa unasikia, tunakuambia kwamba nafundi mitambo yetu, mm. sijui nani nani kwenye mitandao ya kijamii, hao wote utawaona siku hiyo mbashara, safi e. sana Sasa wakati nikiwa na sijapoza hiyo furaha ulionayo, ndio naomba nikuambie Kimaro Shop ni wauzaji wa, wa bidhaa au vifaa vinavyotumia umeme vya aina zote mm. Tunaposema mubashara, ukiachana pale Biharamlo ukiwa nyumbani, sisi tunavyokuwa tunatangaza hapa TV yako unaweza ukaikonekti na mtandao na ukawa unatuona uka mubashara eh, kama ukibonyeza YouTube ukaandika Kwizera TV, TV. ndio unatuona moja kwa moja. Sasa, mm. Ijipatie tv za aina zote sabufa, soundi, speaker, lakini wana extension za eh, kwa maana ya zile extension za electronics eh, lakini pia ni mawakala wa visimbuzi ama ving'amuzi aina zote. Kwa upande wa mahitaji ya nyumbani, wanauza mapambo ya ndani ya nyumba kama vile pazia, mazulia, maua na magodoro aina zote. wanapatikana wapi? ni Ngara mjini mkabala na ofisi za TRA Ngara. Watafute kwa simu namba 0759337388. Usiseme sija kuambia. jambo ni Kimaro Shop. Enjoy maisha. Kazi ni kwako. mm, Ehe. Twende tukafungue furushi letu. Na jingine. Wakati tunaenda kulifungua ile furushi jingine, tunaendelea kukukumbusha kwamba tunapewa nguvu na bahati nasibu ya Taifa ambayo umefika leo na naweza kani siku yako ya kushinda mkwanja mrefu, kama wewe utaamua kucheza mchezo huu wa bahati nasibu ya Taifa ambao ni mchezo wa kusisimua kwa kupiga nyota 149 nyota 88 alama ya reli. Unaweza kutumia wakala wa bahati nasibu ya Taifa aliye karibu nawe au basi kama hauta ukitaka kumtumia wakala wa bahati nasibu ya taifa ile karibu nao, unaweza kutumia USSD ya Mix by Yasi yes, ya mm, Telmane mm, pamoja na M-Pesa. Huko utakutana na mchezo wa loto, lakini kuna tamba na namba, kuna toboa chap chap, bila kusahau spin for cash Meona. Sasa ili mradi tu uwe na salio la kuanzia shilingi mia moja na kuendelea mhm, mm -hmm. Tunakwambia kwa nini usubiri siku moja, wakati unaweza kushinda hata sasa tunavyozungumza. Amini, cheza na ushinde, na kushiriki ni kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea. Tunakukumbusha unapocheza hakikisha unacheza kistaarabu. Bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania zaidi. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia simu bure moja kwa moja, namba ni sifuri nane sifuri sifuri saba nane mbili mbili tatu tatu. Kazi kwako umeona, unanipa ruksa sasa. Haya, kalifungue furushi, furushi la leo. Hiyo ni kweli, uhaba kabisa wa dawa katika maji hiyo ndio maana ugonjwa kipindupindu unazidi katika kijiji chetu cha Mandigo watatu. Tunaomba kitengo ambacho kinahusika na dawa ya kuweka katika maji kije kwa haraka, kwa sababu ugonjwa unazidi, kwa sababu kama hawakukuja kwa haraka maafu itazidi na kuzidi, kwa sababu ugonjwa wa kipindupindu ndo, tunaomba kitengo cha kutia dawa ndani ya maji kiwahi kuja kwa haraka, kwa sababu kwa kuepuka na ugonjwa wa kipindupindu, kule kukaa ni fasi tofauti tofauti, kwa sababu watu wanateka maji fasi tofauti tofauti na gisi watu wa raia wa mwingine gisi wanavyoteka maji tofauti tofauti ndio maana mimi naomba waje kwa haraka, na jinsi wanavyoteka maji fasi tofauti, na hao ndio watekaa katika fasi tofauti. Kolera kwa sasa, kwa leo tu, mimi mwenyewe kama vile chefu wa juin, mimi mwenyewe nimeshuhudia watu sita walienda kwa leo, mimi mwenyewe kwa macho yangu, walipitia kwanza kwangu, ona, chefu, tunavyohangaika na maji na ukosefu wa dawa katika maji. Ndio maana mimi nimeomba kitengo cha kuhusika na kutia dawa ndani ya maji, aidha katika dumu ambazo wanawake wanateka maji, kiije kwa haraka, kwa sababu kwa kuepuka ugonjwa wa kipindupindu. Residents zote zaga wai kuomba maji, lakini hakuna chochote ambacho wanafanya. Hatujui kama wana mipango gani, kwa sababu hicho ni kitengo cha serikali. Sisi hatuwezi lazimisha serikali ifanye mamlaka mbio mbio, na wao wako na programu zao. Kumbe ndio tunaomba residence zina kawa, ndio maana tunaomba ili kitengo ambacho kinahusika na dawa kwa haraka kwa sababu ya kuprotege raia isi isiuzurike sana na magonjwa. Mambo sindo hayo, mm. Haya, sasa hiyo sauti ambayo tumetoka kuisikiliza ni Bwana Abombe Mwene Bantu. Mm -hmm. E, mwen, mwene, Bantu Mwene Batu, e, huyu ni mwenyekiti wa kijiji cha Mwandiga. E, Mwandige ya tatu mashariki mwa DRC akiwataka wahudumu wa afya kuwafikia e, na kufikisha dawa ya kutibu maji ili kuepukana na ugonjwa kipindupindu ambao unawasumbua sana wananchi wa kijiji chake pale. Mm. Shukrani sana zimwendee Lukendo Tenchi kwa kuandaa na kutufikishia furushi hili. Ndiyo, na kabla hatujalitamatisha furushi letu tuna jambo. Mm. Ehe. E, bwana bwana, kwenye kupenyeza penyezewa penyezewa hapa. Kwenye kuzurura kuzurura mtandaoni, msikilizaji, sasa ikufikie kwamba aliyekuwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mm. ambalo ndo la sasa ambalo limekamilika mm. alikuwa anagombea tena bwana. mm -hmm. Sasa taarifa ilionifikia ni kwamba Ametangaza kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho mm. Sasa sababu za kwa nini na eh, ni ukweli kiasi gani? Maana tunasema ni breaking news, nin yani taarifa ambayo imetufikia hivi punde. Nafikiri endelea kufuatilia, tutakujuza eh, imekuwaje, lakini hizi ni taarifa ambazo zimedhibitika kwamba amejiondoa mm. Hebu <laughs> ngoja mm-hmm. Sawa, sawa. Tuone ni, ni, ni, ni vitu gani ambavyo vitaendelea hapo kati, lakini mm. Tumetamatisha hivyo furushi nadhani kwa siku ya leo, na wakati tunatamatisha furushi, tunawashukuru Bahati Nasibu ya Taifa ambao wametushika mkono tengia tunalifungua furushi mpaka tunalifunga. Tunakukumbusha kuendelea kucheza michezo hii ya kusimua kwa kupiga nyota 149, nyota 88, alama ya reli no. unaweza kutumia wakala wa bahati nasibu ya taifa aliye karibu nawe, au kama utaona shida, tumia USSD ya mix by Yas ya Telmane au Mpesa. mm. Uh, kule utakutana na mchezo wa tamba na namba, lakini pia kuna toboa chap chap, bila kusahau spin for cash na kwa nini usubiri siku moja, wakati unaweza ukashinda hata sasa tunavyozungumza na wewe? Amini, cheza na ushinde. Kushiriki ni kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea. Tunakukumbusha unapocheza, kwa sababu hizi ni pesa, ucheze kistaarabu. Na bahati nasibu ya Taifa inasimamiwa na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania. Kwa maelezo zaidi, unaweza ukapigia simu bure namba ni 0800782233 huyo hawa ndio ambao wametushika mkono kuhakikisha furushi linakuja ku, lina mpaka linakufikia. Lakini pia tuna maneno mengine mazuri kabla. Unajua leo ni siku ya Ijumaa, mm. tunatakiwa kupata burudani ya kutosha e. na wakati tunakupa burudani ya kutosha, tunakukumbusha usisahau kuendelea kutumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi ya 0692 tas mm. Tunaomba utuambie yani, zungumza na wale wafanya biashara ambao wamekuwa wakijisaidia haja ndogo kwenye vikopo, mifuko ya plastiki ndo. kwenye ndoo, alafu wanaenda kumwaga mm. huo uchafu wao mbele ya maduka yao ya au wanaenda mbali zaidi mpaka kwenye nyumba za watu, wakati mwingine wanamwaga kwenye barabara za vichochoro ah. Tunaomba uzungumze nao chochote, yani wewe wanakukera ukiwa wapi? Uh, ni kwamba Wizara ya Afya na shirika la AmeriCares kwa ushirikiano na Hospitali ya Rufaa ya Kanda Bugando inayo furaha kuwajulisha wakazi wote wa mkoa wa Kigoma na halmashauri zake zote na maeneo ya jirani kwamba mm. inategemea kufanya kambi ya matibabu ya fistula ya uzazi kwa kina mama wote wenye tatizo la fistula kuanzia tarehe 17 hadi 21 mwezi wa 11 mwaka 2025. Gharama zote za matibabu, nauli pamoja na chakula vitatolewa bure. Walengwa wa matibabu haya ni wanawake wote wanaoshindwa kuzuia haja ndogo au haja kubwa au vyote kwa pamoja na wale waliochanika msamba na kushindwa kuzuia hewa ambao walipata matatizo haya baada ya kujifungua. Matibabu yote yatafanyika katika hospitali ya Red Cross iliyoko zone ya nne katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, uh, wilayani Kasulu, mkoa Kigoma, kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni. Hivyo basi, wale wote wanaohitaji matibabu watoe taarifa na katika vituo vifuatavyo kule Kakonko fika kituo cha afya cha Kakonko, Nyanzige, Gwanu, mpana za zanati ya Kabare. Kibondo ni kituo cha afya cha Mabamba, Kagezi, Nduta na hospitali ya ule ya Kibondo, lakini kwa wale ambao wapo Kibondo ila kambi ya Nduta, fikeni katika hospitali ya MSF zone ya nne. Kasulu DC ni kituo cha afya cha Nyenge, kambi ya Nyarugusu, Rusesa na zanati ya Kigadie, na katika kambi ya Nyarugusu fikeni hospitali ya TRS, TRCS TRCS Zone ya pili Kasulu TC ni hospitali ya mji wa Kasulu, Kabanga na katika kituo cha afya cha Kiganamo na Vitolia, ni wengine wanaita kwa dokta Kabadi mm. Na kwa wale ambao mko Kigoma MC fika katika hospitali ya rufaa ya mkoa Maweni, hospitali ya Baptisti na kituo cha afya cha Ujiji na Gungu. Na Kigoma MC ni hospitali ya wilaya ya Kigoma, kituo cha afya cha Bitale, Matiazo na Mwamgongo. Uvinza ni hospitali ya wilaya ya Uvinza, kituo cha afya cha Buhingu, Ilagala na Nguruka. Na Buhigwe DC ni hospitali ya wilaya ya Buhigwe, zahanati ya Kilelema, Kitambuka na Mwayaya na kituo cha afya Munzeze. Ukipata taarifa hii, mjulishe na mwenzako, ili wamama wengi wasaidike. Fistula ya uzazi na tibika, na ni jukumu la kila mmoja wetu kuwasaidia wanawake wenye tatizo hili tuungane kwa pamoja kutokomeza fistula. Kumelezo zaidi unaweza ukapigia simu namba ni 0759208745 au 0762605777 5777 au 0753528030. Unapotaka kugida fikiria marafiki watatu wanaoambatana Mm. nao ni smart jean ya meo zi mia mbili hamsini na smart jean ya meo zi mia mbili pamoja na smart vodka ina kama tulivyopanga ndiyo eh. una tabia eh. ikifika weekend eh. unaenda kugida peke yako Una uh.